Husema na wale ambao mnataka kuona mambo ambayo watu wengine hawezi kuona. Je, umai kujua ya kwamba kuona mambo ambayo watu hawezi kuona ni muhimu sana? na kuna watu ambao mko tayari mnataka kufanya kujua vile mnaweza kufanya kuona mambo katika ulimwengu wa roho ambao watu wengine ama mwanadamu wa kawaida anashindwa kuona <coughs> basi, nisikilize, isikilize, tafuta jicho la paka, tafuta jicho la paka, ukatoe jicho la paka, ukaliweke kwa maji, ukaongeze chumvi ya bahari, likakae katika maji kwa siku tatu. Jicho la paka una, unapaswa kujua kwamba paka haifai kuuawa, inafaa uishike, uifunge, utafute mbinu yoyote, hata kama utasaidiwa na mtu. Alafu, you black out utaling'oa jicho la paka, so hapa kuna hitaji kazi na moyo. Wale ambao mnataka kufanya vitu vya kiroho na ni waoga, hamwezi kwenda mbali, maanake mambo ya ulimwengu wa kiroho ni makali sana. Kuna vitu ndio unaona watu wengine ambao wamehitimu katika upande wa wachawi wa wanatembea wa, wa na nyoka, wanakaa na nyoka wa ma, ma, maumbwa maroho zingine yani wanyama kali kali, hawana shida na wao, kwa sababu katika ulimwengu wa roho vitu vile havina madhara. Unaelewa, ukiwa umeweza kuwa na moyo wa kuokuwa katika mambo ya masuala ya kiroho vizuri, na una uwezo ambao umepewa kibali hiyo, huwezi sumbuka. So itabidi ung'oe chicho la paka, uweke kwa maji ya chumvi, ikae kwa siku tatu, ulitoe alafu uliweke kwa jua Likauke kwa siku sita. Likishakauka kwa siku sita, litaonekana litafanana kama shilingi, litakaa kama shilingi. Tafutia kitu ifungie, uweke chui katika shingo lako, ikae kama vile hii peni nakaa, yani kwa kubeba kwa shingo. Hii ni ya umaridadi, si kwamba nimetengenezea kitu. Hii ni kitu ya kawaida tu, nimenunua sokoni, nika- nikavaa kama vile tu unanunua saa unavaa, ndio vile nimevaa hii. Haina chochote kwa mambo ya kiroho, lakini watu wengi ambao mnaona wakifanya mambo wakivaa, wengine wamebeba mapete mengi kwa mikono, nini nini, hizo zote zina sababu, wengi wana sababu nazo za kiroho. Sasa ikisha ukaweka kwa shingo, utaona vitu ambavyo watu wa kawaida hawaoni. Utaenda sokoni, utaona mambo ambayo watu wa kawaida hawaoni. Utatembea njiani utaona mambo ambayo watu wa kawaida hawaoni. Utakaa na watu kwa ndege utaona watu ambao mambo ambayo amba amba watu hawaoni wa kawaida. Utaletewa chakula, utaona vitu kwa ambao watu wanasaviwa na wewe macho yako itakuwa imfunguku naona vizuri. Kula kwa hoteli, kula kula vyakula mnalishwa vitu ovyo-ovyo. Wengine mnalishwa vitu ambavyo vimetokana na mikosi ya kila aina. Ngine ni wanyama za watu, ngine ni nyama za mbwa. Watu wanapewa vituko mbalimbali, lakini ukifunguliwa macho ya kiroho na uone, hata ukimwamini Mungu kwa neno la Mungu na unaongozwa na Roho, lakini macho inaona, utasaidika. Hii itakupa msaada mkubwa katika masuala mengi utakayoyafanya katika maisha. Mungu akusaidie. Kama utafanya hili, basi itakusaidia kwa macho ya kuona. Asante, tukutane kwa video ingine. Kama ni mbaya kwako, usiifuate. Fuata tu kama unaona unataka ilo jambo lifanyike. Asante.